Sana kwamba Simba ilikuwa na kuwakilisha taifa, kwa sababu kama mnavyoona, mimi sio upande mmoja wala mwengine, isipokuwa mimi ningewashauri wananchi siku ya leo wakubali, wafurahia mafanikio wa ya Simba kwa kuwa hawana vita nao; vita ipo kwenye ligi kuu. Ah, pale wanaenda kuwakilisha taifa. Simba leo na jana, wikendi hii ni sifa ya Tanzania ndio maana nimevaa kitaifa, kwani kushabikia uzuri pale uwanjani, vibe ili bamba ile kwa noma sana. Yani watanzania wanafujo, lakini fujo isiyoumiza, mpaka mashabiki mpaka mashabiki wa Sabaika ndio walikuja kuja kujak sisi tulionyesha mfano jinsi ya kufurahia mpira kufanya fujo, lakini mwisho wa siku Watanzania watu wa amani, ikawa amani, hatukizania chochote kibaya. Kile kwa raha sana kwenda pale kushabiki Simba walivyowakilisha taifa tayari iko nyumbani. Mbona imeletwa hapa? Kwa sababu finali finali imechezwa hapa, kwa kombe imeletwa hapa. Lazima kombe iko njiani kufika hapa. Ehe, sema moroko nataka kwenda, unaona kesho. Simba isingeweza kufika finali bila mimi. Haya, kuja isiumiza.